katika kitabu chake kinachoitwa Amerika kwa ruble sita kwa siku mwandishi huyu anaandika kwa ucheshi kuhusu ziara yake ya kwanza Marekani hapo katikati ya miaka ya elfu moja na mia tisa alishangazwa sana na aina nyingi za bidhaa zilizopatikana katika duka la kawaida la vyakula la Kimarekani anaandika wakati wa safari yangu ya kwanza ya kununua bidhaa niliona maziwa ya unga unaongeza tu maji unapata maziwa kisha nikaona juisi ya machungwa ya unga, unaongeza tu maji, unapata juisi ya machungwa. Nikaona mayai ya unga, unaongeza tu maji, unapata mayai. Halafu nikaona unga wa watoto wachanga na nikafikiri hii ni nchi ya ajabu. Lakini tunajua inachukua zaidi ya unga na maji kidogo kutengeneza mtoto, kiumbe hai anayevuta pumzi. Lakini nadhani Mkristo wa kawaida leo ana dhana potofu kwamba kutengeneza mwanafunzi wa Yesu ni rahisi, kwamba inaweza kutokea mara moja tu. Uongofu wa roho hutokea mara moja mtu anapomwamini Kristo, lakini kumfanya mtu awe mwanafunzi mzuri na mwenye ufanisi, hilo litachukua maisha yote. Sasa ni vitu gani hasa tunavyopaswa kuchanganya katika maisha yetu ili tuweze kukua na kumtumikia Bwana kwa ufanisi? Baadhi ya mafundisho bora kabisa katika maandiko ni vielelezo hai. Kwa hiyo ili kujifunza hili, tutaangalia jinsi viambato hivi vilivyochanganywa na kuonekana katika maisha ya Filipo mwinjilisti. Nataka kuita kiambato cha kwanza, unyenyekevu. Sasa leo tuko katika Matendo 8 na e, tumeona tayari Filipo, mmoja wa mashemasi saba wa kwanza, kama tunaweza kuwaita hivyo rasmi. Basi anaondoka Yerusalemu, anaelekea kaskazini kuhubiri katika eneo la Samaria. Alipokea mwitikio mkubwa sana. Aya ya 6 inatuambia hapa, umati wote kwa umoja ulisikiliza yale yaliyokuwa yakisemwa na Filipo na kama matokeo yake aya ya 8 inatuambia kulikuwa na furaha kubwa katika mji huo. Kwa hiyo una huu mwamko mkubwa wa kiroho katika mji mzima, na Filipo ndiye anaongoza harakati. Sasa unaweza kutarajia Filipo awe askofu wa Samaria au unajua, mwanzilishi mkuu wa kanisa katika eneo hili. Lakini badala yake, hapa chini kwenye aya ya 26 tunasoma jambo la kushangaza kidogo. Malaika wa Bwana akamwambia Filipo, ondoka uende kusini kwenye njia ishukayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza. Naam, hapa ni mahali pasipokuwa na watu. Akaondoka akaenda. Kwa hivyo ulichonacho hapa ni Filipo kuacha kampeni ya jiji iliyofanikiwa. Sasa ataenda huko nyuma ya jangwa, na ndiyo maana ninachukulia hiki kuwa kiungo cha unyenyekevu. Jiji kubwa au jangwa la upweke? Ha, umati mkubwa, hakuna umati, nam haitafanya tofauti yoyote kwa Filipo kwa sababu hajengi utukufu wake, anajenga utukufu wa Mungu. Unajua kanisa la leo linahitaji nini? Linahitaji viongozi wa kanisa kuongeza unyenyekevu kidogo kwenye wasifu wao mara nyingi nafikiria kwamba kama Daudi angemua Goliadhi e, jana asingeweza kurudi nyumbani. Angewahi kupita kizazi cha vyombo vya habari vya Kikristo, ziara ya kuzungumza, upigaji picha na na mahojiano yote ya vyombo vya habari. Angeweza kamwe kuwa na wakati wowote wa kuandika Zaburi zake. Ulimwengu unavutiwa na watu mashuhuri. Mungu anapendezwa na watumishi. Sasa hebu tuongeze ubora mwingine kwenye kichocheo cha kufanya wanafunzi wenye matokeo. Wacha tuite hii moja ya kubadilika. Filipo yuko tayari kuacha kile anachojua kwenda mahali yeye yeye hajui, na sasa anaishia jangwani. Aya ya 27 inatuambia na kulikuwa na Mhabeshi, tunaweza kusoma hapa, mtu aliyehasiwa, afisa wa mahakama wa Kandake malkia wa Waibrania, ambaye alikuwa msimamizi wa hazina yake yote. Alikuwa amekuja Yerusalemu kuabudu na alikuwa anarudi, ameketi kwenye gari lake, na alikuwa anasoma nabii Isaya. Sasa tumefahamu mambo kadhaa kuhusu mtu huyu kutoka kwenye maandiko haya. Kwanza, yeye ni Mhabeshi, eh, mwanasiasa. Anahudumu katika mahakama ya Malkia Kandake. Katika kipindi hiki maalum cha historia, tunajua kwamba Ethiopia ilikuwa eneo kusini mwa Misri. Pia tumeambiwa kwamba mtu huyu ni katibu wa hazina kwa namna fulani. Anasimamia sekta ya benki ya taifa hili. Zaidi ya hayo pia tumeambiwa kwamba anatambulika kama mtu aliyehasiwa. Basi katika nyakati za kale, wanaume waliokatwa walikuwa wanawekwa kusimamia harimu ya mfalme, au wangeweza kuhudumu katika viwanja vya ikulu katika nafasi fulani ya juu ya rasmi. Kadri muda ulivyopita, neno yunuki lilianza kutumika zaidi kumaanisha tu mwanaume aliyekuwa afisa wa mahakama. Pia tunajifunza hapa kwamba huyu Mhabeshi anarudi kutoka Yerusalemu. Sasa alisafiri takriban maili mia mbili kwenda kumwabudu Bwana, na sasa yuko njiani kurudi nyumbani. Nikwambie, hajapata majibu anayoyatafuta lakini, amenunua nakala ya gombo la nabii Isaya. Muda si mrefu atataja kifungu kutoka kwenye tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale inayoitwa Septuaginti. Haswa anaangalia Isaya hamsini na tatu. Hivyo tunajua huyu mwanasiasa anajua lugha ya Kigiriki, anasoma huku akiendesha gari lake la farasi, anatafuta ukweli kuhusu Masihi. Sasa Masihi mwenyewe anamtuma mjumbe wake Filipo ili ajibu maswali aliyokuwa nayo. Sasa Filipo hakuambiwa kwa nini alitakiwa kwenda kwenye ile barabara ya jangwa. Kwa kweli hatuna chochote kwenye maandiko kinachoonyesha kama Filipo aliambiwa atakaa muda gani huko au nini angekuta. Aliambiwa tu aende naye akaenda. Hii ndiyo kubadilika kwa urahisi. Filipo ni mwepesi wa kubadilika. Filipo yuko tayari kubadilisha mipango yake ili kutii maelekezo ya Bwana. Huko Samaria umati wa watu unajaa kumsikiliza akihubiri, lakini sasa Bwana anamwambia, unajua, akimbilie gari hili moja la farasi. Na katika mstari wa 29 Bwana anasema kwa Filipo, nenda ukakaribia hili gari la farasi. Kwa hiyo Filipo sio tu anakimbia kukutana na towashi Mwethiopia, lakini anapaswa kuanza mazungumzo, na anafanya hivyo hapa katika mstari wa thelathini. Filipo anamwambia, je, unaelewa kile unachosoma? Tena Filipo anaitikia fursa hii. Hii ni hiari na na na Philip seizes. Sasa hii ndio unayotafuta, unajua, ukiwa na yule fundi magari au jirani yako, nafasi ya kuanzisha mazungumzo ya injili. Basi tena huyu kiongozi anasoma kutoka Isaya 53 ambayo inaelezea Masihi akiongozwa kimya kimya kama kondoo kwenda kuchinjwa. Anamkiri Filipo kwamba amechanganyikiwa, anamwambia Filipo hapa katika mstari wa 34 na kuuliza, nabii anasema haya kuhusu nani? Je, anasema juu yake mwenyewe au juu ya mtu mwingine? Tunasoma katika mstari wa thelathini na tano: ndipo Filipo akafungua kinywa chake na kuanzia andiko hili akamhubiri habari njema za Yesu. Sasa hatujui kila kitu ambacho Filipo alisema kuhusu Yesu, lakini tunajua kwamba alianza na andiko hili la Isaya na akaanza kumweleza habari njema za Yesu. Bila shaka alimweleza kwamba Yesu ndiye alikuwa dhabihu ya mwisho kwa ajili ya dhambi, kwamba Yesu ndiye mwanakondoo wa Mungu. Ni wazi kwamba Filipo alieleza si tu mpango wa wokovu, bali pia utambulisho wa muumini na kifo, maziko na ufufuo wa Yesu kama inavyoonyeshwa kupitia ubatizo kwa maji, hiyo ni kuzamishwa ndani ya maji. Tunajua hili kwa sababu walipokuwa wakiendelea na safari, dhahiri baada ya mtu huyu kumpokea Kristo. Mstari wa 36 unasema hivi: na walipokuwa wakiendelea njiani wakafika mahali palipokuwa na maji, na yule towashi akasema, tazama, hapa kuna maji, ni nini kinachonizuia nisizamwe? Au kwa tafsiri nyingine, hapa kubatizwa. Akaamuru gari lisimame, nao wote wawili wakashuka ndani ya maji, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Sasa nadhani tungetarajia Filipo aendelee na safari kwenye gari hili pamoja na huyu mtumishi wa serikali aliyeongoka, ambaye sasa anakauka eh. Nafikiri unajua, Filipo anaweza kufungua milango ya ikulu ya Kandake, yaani injili inaweza kuingia kwenye ukumbi huu wa mahakama yeye ni malkia wa Ethiopia. Hili litakuwa jambo la kusisimua, lakini badala yake, mstari wa 39 unasema walipokuwa wakitoka majini, Roho wa Bwana akamchukua Filipo na yule towashi hakumwona tena. Yaani, kabla Filipo hajafuta maji usoni mwake aliyomrukia kutoka kwenye mavazi ya huyu Mwethiopia mwenye furaha, anachukuliwa kwa njia ya kimiujiza, ghafla papo hapo, na kupelekwa sehemu nyingine. Na mstari wa arobaini unatueleza Filipo akajikuta Azoto. Najiuliza kama bado alikuwa anavuja maji. Sasa hapa kuna kiungo kingine cha kuongeza kwenye mapishi. Tuite hii upatikanaji. Je, Filipo analalamika kwa Bwana kuhusu huu mshtuko wa ghafla, kuchukuliwa ghafla na kupelekwa mbali? Je, anabishana kwamba ameweza kuanzisha jambo la ajabu, na kwa nini Bwana hakumruhusu unajua aendelee kuingia nchini na hata kwenye ikulu ya Ethiopia? Hakuweza kumaliza chochote isipokuwa huu uongofu mmoja tu. Hapana. Filipo anafanya tu kile kile azoto alichokifanya Samaria, na sasa hapa jangwani, tunasoma katika mstari wa arobaini: naye alipokuwa akipita katikati yake alihubiri injili katika miji yote, hata akafika Kaisaria. Hiyo inashangaza, sivyo? Unyenyekevu, kubadilika, upatikanaji. Naam, ni mfano mzuri sana kwetu leo. Wacha tuanze kuchanganya viungo hivi katika maisha yetu leo. Naam, hadi safari yetu inayofuata ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.